Karibu sana, hii ni Shayia TV. Nataka nikuonyeshe kwa haraka haraka ni jinsi gani unaweza ukaongeza storage ya simu bila kufuta kitu chochote. Fungua application hii, vilevile application hii inatumika. Jinsi gani unaweza ukafanya betri la simu likawa na nguvu? Kama hivi, Optimize na Optimize. Video hii nimeeleza kwa haraka haraka sana, utaenda kwenye channel hii, sehemu ya videos, utakuta video nzuri ambayo nimeelekeza kwa utaratibu zaidi. Hii ni kwa haraka haraka. Vile vile unaweza ukafanya betri la simu likawa na nguvu, utabonyeza hapa hapa, consumption kwenye Optimize. Bila shaka umeona, hii ni kwa haraka haraka sana. Basi nenda play Play Store, download application hii inaitwa Phone Master. Asante, karibu sana.